Mwalimu Kashinde Vincent Mandari ni mkuu wa shule ya sekondari ya Oloirien, ipo hapa Arusha Jiji. Uh, leo tumefika hapa Arusha Technical College nikiwa na vijana wanafunzi wangu. Uh, tumekuja kwa ajili ya kujifunza na kupanua wigo wa ufahamu kuhusiana na masuala ya drone technology. Uh, programu hii ilikuwa inafanywa na Drone Academy na wanafunzi wangu wamekuwa wanapata training kwa muda wa miezi mitatu kuhusiana na drone piloting na drone entrepreneurship. Kwa hiyo, kwa sababu hapa Arusha Technical College pana uh, idara au kitengo maalum ambacho wanajihusisha na masuala ya drone. Hivyo leo tumeweza kutembelea na tumejiona mambo mengi. E, tumepita katika idara ambayo ina mechatronics pamoja na material engineering uh, na tume vijana wameona vitu vingi ikiwemo uh, teknolojia hiyo ya drone. Tumekutana na uh, uh, wataalamu ambao wanaziandaa drone kwa uh, kazi mbalimbali mbali. Lakini pia tumekutana na teknolojia nyingine ya 3D printing ambapo vijana wamekuwa inspired sana. Uh, kitu ambacho naweza kusema kwamba ndani ya chuo hiki kuna uh, teknolojia nyingi au kuna ufundi wa aina mbalimbali. Mbali. Sasa leo nimekuja na vijana watano lakini naamini kwamba nyuma yao kuna vijana wengi ambao wanahitaji kuwa inspired na kujua nini kinachofanyika hapa Arusha Technical College. Kwa sasa hivi ambapo vijana wameingia kwenye tunasema mtaala mpya ambao unaenda kwa mikondo ya amali na mikondo ya jumla. Hapa kwa Arusha jiji ni kitovu cha mikondo ya amali. Tumekutana na juzi mbalimbali mbali, utaalamu wa namna tofauti tofauti, kuanzia mechatronics, masuala ya material pamoja na mambo mengine ambayo wamepita, wamejionea wenyewe. Labda niseme tu kwamba kwa wazazi waliopo around Arusha hapa ni mahali sahihi ambapo unaweza ukamleta kijana akajifunza juzi mbalimbali mbali, ambazo vijana hawa leo wameona e, kuanzia teknolojia mbalimbali mbali za kisasa, lakini ufundi wa aina tofauti tofauti kuanzia welding, mechanical engineering na hata kuna idara zingine ambazo zinaanzishwa kwa ajili ya kutengeneza vifaa vinavyotumika uh, kwenye maabara za hospitalini. Kwa hiyo kwa namna fulani nasema, nadhani ni muhimu kwa wazazi, lakini pia kwa walimu ambao tunawafundisha vijana tufike tujue kwanza nini Arusha Technical College inaweza kuoffa kwa vijana wetu hasa kwenye mpango wa amali. Nitwa Elisha Barnabas Mwaktaja, mwanafunzi wa Mechatronics and Material Engineering mwaka watatu, nipo katika idara ya uandisi mitambo katika chuo cha ufundi Arusha. Siku ya leo tumepokea ugeni kutoka shule ya sekondari Oloirien ambayo iliambatana na wanafunzi watano pamoja na mkuu wao, mkuu wa shule ya Oloirien. Uh, nia na madhubuti ya kuwaleta wanafunzi hawa ni wanafunzi ambao wamepitia katika kozi fupi ya drone piloting. Uh, nia na madhubuti ya kuwaleta katika chuo hichi cha ufundi siku ya leo ni kupata idea ya how drone zina operate, na, zinafanywa maintenance, na zinatengenezwa kutoka, uh, from the scratches. Tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jitihada ambao ameendelea kuionyesha katika vyuo vya ufundi uh, haswa katika chuo cha ufundi Arusha. Uh, tuna wanafunzi ambao wana idea na drone ambao wanaweza kutengeneza drone from scratch. Ndio nia madhumuni madhubuti ya kuwaleta wanafunzi wa Oloirien katika chuo cha ufundi Arusha ili kupata ile experience ambayo wanafunzi wa chuo cha ufundi Arusha wanaipata. Kwa siku ya leo tumepata bahati ya kutembelea chuo cha Arusha Technical College pa, pamoja na mwalimu wetu Mr. Mandari na tumekuja hapa kuhusiana na kitengo cha drone. Um, tulivyofika hapa hivi katika ishu kwenye, kwenye hii college ya Arusha Technical tulipata nafasi ya kutembelea idara inayohusiana know, na mambo mazima ya drone, ambapo tulipata elimu kuhusiana na vifaa vya drone, sensa zake ambazo zipo kwenye drone na vitu vingine pia tuliweza kutembelea karakana tofauti, kwa mfano kuhusiana na welding. Tukaweza kuona wanafunzi wengi wa ichi chuo kwenye wanavyojihusisha kwenye mambo mbalimbali yanayohusiana na teknolojia, hasa hasa kwenye masuala mazima ya utandawazi na akili bandia AI. Tulikutana na walimu mbalimbali ambao walitupokea kwa upendo, wakatutembeza, wakatutembeza sehemu mbalimbali katika hii chuo kuonyesha mambo mbalimbali ambayo yanafanyika katika hichi chuo ambayo yana inspire sana vijana. Tumepata nafasi ya kujifunza components za drone na uses zake. Pia tumeweza kuona maeneo mengi ya kujifunzia kutengeneza vitu, na pia wana aina kutatu za mashine ambazo zinatumika kuprintia vitu mbalimbali mbali. Leo ningependa kwa kutoa wito kwa wanafunzi wenzangu na watu ambao mko mnaweza mkakaribishwa mje kuja kuja kujifunzia hapa na kupata ujuzi mkubwa ambao hata kwa huko mitaani hamwezi kuupata. Tulipokuja mahali hapa tumewakuta wana programs. Wametuonyesha projekti yao kuhusiana na mambo ya drone. Wametengeneza drones na wametuonyesha vifaa ambavyo wamevitumia hapa hapa ndani ya hichi chuo kutengeneza hizo drones. Vifaa ambavyo vinawezekana kutengenezwa hapa hapa nchini, sio mpaka viode wa viode nje. Kwa hiyo, tumejifunza ni jinsi gani ya kutengeneza drones ya kuoperate na jinsi gani ya kuitumia ili kupata manufaa, na pia tumeweza kuongezewa ujuzi kwamba watu ambao wanakuja kusomea hichi chuo sio tu wao ambao wana sio ambao wamefeli bali ni ambao wanaweza wakapata ujuzi mwingine ambao ujuzi wao wanaweza kutumia katika faida.